Wapenzi watazamaji wa vipindi vya Ufugaji Bora TV, kwa majina naitwa Baraka Jiji Udoba, mimi ni fundi wa Roko Cage. lakini leo niko ofisini, nimekuja kueleza mambo machache ili tuweze kushea na wafugaji wenzangu. Licha ya kwamba mimi ni fundi wa Roko Cage, lakini pia najihusisha na, na masuala ya ufugaji wa kuku, tena hususa kuku wa mayai mara nyingi nimeshatoa tathmini za ufugaji wa kuku wa mayai na nimeshatoa tathmini za ufugaji bora, namna nzuri ya kuweza kufuga katika banda katika ya kisasa zaidi. Unajua, tuko katika system nzuri ya kuweka miradi mizuri ya ufugaji. Kuna principle za kufuata ili uweze kufuga kuku wa mayai. Maana yangu ni kwamba mpaka unafikia hatua ya kusema unatengeneza mradi wa kuku wa mayai lengo lako wewe ni kufuga kibiashara na si kwa matumizi ya nyumbani. Sasa ili uweze kufuga kuku kibiashara, ni lazima uweze kuzingatia vitu vya msingi vya kufuata ili uweze kufikia katika ile lengo lako la ufugaji wa kuku ya ishu ambazo nimeweza kuziweka bayana kwa ajili ya ufugaji wa kuku wa mayai kibiashara. nilishazungumzia ishu nzima ya miundombinu. Ndugu wakulima, ndugu wafugaji, habari zenu, mambo vipi? Leo niko mbele yenu, ni mimi Baraka Juji Udoba, ni fundi wa k keji, keji za kisasa. Huwa naeleza vitu vingi kwenye vipindi vyangu, na leo tena niko site, naweza kuelezea kipindi mojawapo ambacho kitakunufaisha wewe katika matumizi ya keji za kisasa. Sasa ona, kitu ambacho nataka kuelezea leo ni kuhusiana na mfumo wa kinyesi. Local keji ina mifumo karibia minne: kuna maji kuna mfumo wa chakula, kuna mfumo wa mayai. Sasa leo nataka nikuzungumzie wewe au nikuelezee, nikueleze wewe jinsi ya kutumia roko keji, na mfumo wa kinyesi. Mfumo wa kinyesi katika keji yetu unakuwa ni rahisi sana. Usisahau kuwa keji inaweza kuokoa muda wako katika ufugaji. Sasa leo nikwambie, kuna mfumo wa kinyesi ambao tunatumia bati za mwanga. Hizi bati zinaokoa muda katika usafishaji wa banda lako. Tunaweka bati hapa ili kusudi tuweze mm, kukinga kile kinyesi ambacho kitakuwa kina kuku wanapokuwa wananyea, kile kinyesi kisishuke chini waza kuku wengine. Umeshaona sasa hii bati inatumikaje hapa na ina faida gani hapa? Kwanza, faida ya kwanza hii bati inaongeza mwanga katika banda lenye mwanga hafifu, kwa sababu tunajua kuku akiwa, akiwa katika banda ambalo lina mwanga hafifu hata uzalishaji wake wa mayai unakuwa ni mdogo. Kitu kingine kwamba hii bati inaweza kukinga kinyesi. Ikisha kinga hichi kinyesi, tafsiri yake ni kwamba itakuwa rahisi ya wewe, rahisi kwako kwa wewe kufanya usafi, ufanyia kwa usafi ukiwa unatumia loko keji, ni rahisi sana. Unaweza kufanya usafi na ukaendelea na mambo mengine, haita kuchukua muda sana, kwa sababu hii bati inatoka na kuingia. Hii bati tunapoanza kutoa sasa inakuwa imeshakuwa na kinyesi, hii bati yako utaikunja utaweza kutoa, utakuwa na chombo chako ambacho utakuwa umeweka hapo kwa ajili ya kukinga hichi kinyesi. Hiyo utaitoa bati yako, utaiweka mahali utakumuta. Baada ya hapo, chukua bati yako isafishe, ili kusudi kuepusha magonjwa yanayopatikana katika kinyesi. Umeona? Baada ya hapo, ibati utaiweka, utarudishia kama ilivyokuwa katika keji yako, itakaa vizuri na mambo mengine yatafanyaje? Yataweza kuendelea. Ninakutumia Rocock cage mwanzo anajiamini katika ufugaji wako saabu, na ni nzuri sana hapo, na space, hakuna magonjwa na tokana na kinyesi, kwa sababu kinyesi kinakuwa tumejitenga na kuku. Kwa hiyo, ndugu zangu, wale ambao mnafuga kuku na mnafuga katika mabanda ya kawaida, leo mimi nilikuwa na mashauri mtumie Rocock cage kwa sababu zina umuhimu mkubwa sana, kama unavyoona zina system nyingi, pia zina umuhimu mkubwa na pia zinaokoa muda alafu zinachukua eneo dogo sana katika ufugaji wako. Karibuni sana katika vipindi vyangu, ili kusudi tuweze kushauriana zaidi. Angalia vipindi vyangu, angalia mafundisho yangu na ya mambo mengine yakiwa na, yanakutatiza ya na, ya na, ya na piga ya simu katika namba hiyo hapo, mimi nitapokea na tutawasiliana bila shida kabisa. Karibuni sana.